Iran imesema iko katika hatua ya kutathmini masharti ya kurejea kwenye mazungumzo ya nyuklia na Marekani, huku pande zote zikionyesha utayari wa kufufua mazungumzo ya kidiplomasia baada ya miaka mingi ya mvutano. Afisa wa wizara ya mambo ya nje wa Irani alieleza kuwa mazungumzo hayo yanaangaliwa kwa kina, na Tehran inasisitiza kuondolewa kwa vikwazo vya kiuchumi haraka iwezekanavyo kama sharti la awali kabla ya kuendelea na majadiliano. Vyanzo vya Irani vimeeleza kuwa mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff na waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Arkich huenda wakakutana nchini Uturuki katika siku chache zijazo. Hii ni kama sehemu ya juhudi za kufufua mazungumzo yaliyokuwa yamesitishwa tangu Rais Donald Trump alipoondoa Marekani kutoka kwenye makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2018. Rais wa Marekani Donald John Trump ameitaka Irani kufikia makubaliano mapya ya nyuklia ambayo yatakuwa na masharti magumu zaidi. Miongoni mwa masharti hayo ni pamoja na Irani kusitisha kabisa urutubishaji wa uranium, kupunguza mpango wake wa makombora ya masafa marefu na kuacha kuunga mkono makundi ya wapiganaji wa kishia katika maeneo ya Mashariki ya Kati, hasa Iraq, Syria na Yemen. Hata hivyo Irani imekataa masharti haya ikisema kwamba yanakiuka uhuru wake wa kitaifa na haiwezi kubali shinikizo la aina hiyo. Afisa mmoja wa Irani alieleza kuwa suala la makombora ya masafa marefu inaweza kuwa changamoto kubwa zaidi katika mazungumzo kuliko suala la nyuklia. Irani inaona mpango wake wa makombora kama sehemu muhimu ya usalama wake wa kitaifa na hakuna dalili kwamba itaachana nao. Mzozo huu umeongeza mvutano kati ya Marekani na Irani huku ushawishi wa Marekani ukionekana kupungua katika Mashariki ya Kati. Irani kwa upande wake inaendelea kushirikiana na mataifa kama China, Urusi na baadhi ya nchi za Ulaya ambazo zimeonyesha utayari wa kuunga mkono Irani kupitia njia za diplomasia na kiuchumi ili kupunguza vikwazo vya Marekani. Wataalamu wa siasa wanabaini kwamba mchakato wa mazungumzo kati ya Irani na Marekani unaweza kuwa na athari kubwa kwa usalama wa kimataifa na hatima ya makubaliano ya nyuklia. Mazungumzo haya yanayotazamiwa kufanyika nchini Uturuki yanaweza kuwa na nafasi nzuri ya kufanikiwa ikiwa pande zote mbili zitakuwa tayari kutafuta suluhu ya kiuchumi na kisiasa, lakini bado kuna wasiwasi kuhusu ufanisi wake hasa kutokana na misimamo mikali ya pande zote mbili. Wakati huo, Iran inahitajika kufanya uamuzi muhimu kuhusu kama itaendelea na mazungumzo na Marekani au ifuate njia mbadala za kidiplomasia, huku Marekani ikielekea kuongeza shinikizo kwa njia ya kijeshi au kiuchumi.